Agizo hilo amelitoa wakati wa mkutano wa hadhara uliofanyika katika kata ya Chimala, ambapo baadhi ya wananchi waliwasilisha malalamiko yao mbele ya viongozi, wakidai kuwa wafugaji wamekuwa wakichungia mifugo yao kwenye mashamba na kuwacharaza bakora wanapojaribu kuwakanya. Wasukuma wanatutesa kwa kweli, wanalisha mazao, na unapokuwepo hapo shambani, unapokuwa unawakatalia wanachukua fimbo zao na kukuchapa. Kwao hata kama wanalisha upo shambani, ni halali yao kuwaachia kwa tunapata shida juu ya wakulima. Walipokuwa wanalisha nusuweka yangu, nilipofika shambani ndo wanamalizia. Walifukuza ng'ombe mkulima na mfugaji akabaki amesimama. Nilipita bila kumsalimia na alibaki ananiangalia mpaka ninapopotelea. Kweli nusu eka ililishwa. Baada ya kukaa kama wiki moja, naenda shambani nikakuta eka nyingine tena ya karanga imelishwa. Jana napigiwa simu, eka ya mahindi imelishwa kwao. Mheshimiwa, naomba msaada wako juu ya wadani na huyu wa aliyolisha eka ya kwanza namfahamu na namuona kila siku nikienda shambani, kilimo chetu cha mazao ya mahindi na karanga mpaka leo hili jambo linatupa kero kusomesha wanafunzi na saizi siasa imeingia kazi, kutodanganya mkuu wa mkoa sio mwanasiasa, tunaomba msaada wako utusaidie. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Homera ameagiza wakulima wote waliopoteza mazao yao kutokana na mifugo ya wafugaji, warejeshewe chakula kwa kipindi cha mwaka mzima na wahusika wawajibishwe kwa mujibu wa sheria. Hatuwezi tukiendelea kuwavumilia hawa wanaoulisha mifugo kwenye mashamba ya watu ilikali kwamba mkulima anakuwa hana haki na wengine wanauawa. Itakuwa sio sawa. Mama kama huyu alipo hapa shamba lake linalishiwa atakula nini? Ndio maana mwembamba hivi. Mama OCD nenda, nataka huyo mtu akamatwe na huyu alindwe. Sio kwamba mkiwaambia kamatwa anaenda kwa kamatwa yeye yeo anapigwa hapana. Nenda pale pitiliza, hapa nenda kwa UCD pale. Mheshimiwa mkoa, fanya follow up ya hiyo okay. Kesi na sisi tunajijua kijijini huku, kilima eka moja ndio hiyo hiyo, hiyo. Ikilishiwa kuisha habari yako nakuwa huna shamba lingine alafu tunaendelea kumwangalia haiwezekani. Yaani hiyo hiyo tabia ikome na watu lazima tufuatilie kwa makini sana, kwamba wananchi wanaonyanyaswa kuhusu kulishiwa mifugo kwenye mashamba yao, lazima tuchukue hatua kali. Hilo shamba huyo mama lazima alipwe gharama zote, anunuliwa mahindi ya kula mwaka mzima, kama ni mahindi, kama ni mpunga, basi ya mwaka mzima. Tukiwachekea hawa, iko siku. Uchungu wa kulishiwa shamba huwezi kujua mpaka ulishiwe kwanza. Kutoka hapa Mkwani ani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.